Alafu rais anayekaa huku Tanganyika eti ndio rais wa muungano. Maanake Tanganyika ndo muungano, Zanzibar sio muungano, Tanganyika ndo muungano. Alafu unashangaa Wazanzibari wanasema tunaidai serikali ya muungano, maanake wanaidai Tanganyika, yaani kama pesa wanaidai Tanganyika. Kwa hiyo rais wa Tanganyika ndio rais wa muungano, Zanzibar sio muungano, Zanzibar ni Zanzibar, Tanganyika ipo.